Hujambo na karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu yaani Human Rights Watch limeeleza wasiwasi wake mkubwa kufuatia kutoweka kwa mwanasiasa na aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, likiitaka serikali ya Tanzania kuchukua hatua za haraka kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na ulinzi wa wakosoaji wa serikali. Human Rights Watch imeita tukio hilo maendeleo ya kutisha na kutoa wito wa mageuzi ya kweli katika mfumo wa haki, huku likikemea kile linachokiita mwelekeo wa kukandamiza sauti tofauti. Wito huo wa kimataifa umeibua mjadala mpana nchini na umechochea hatua kadhaa za kisheria na za uchunguzi, zikiwemo kesi iliyofunguliwa mahakama kuu ya Tanzania na tamko la jeshi la polisi kwamba linachunguza tukio hilo. Humphrey Polepole limekuwa jina linalotambulika katika siasa za Tanzania kwa muda mrefu. Mbali na kuwa mwanasiasa aliyehudumu ndani ya chama tawala CCM, aliwahi pia kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kabla ya hapo katibu wa itikadi na uenezi wa CCM. Katika kipindi cha hivi karibuni, Polepole pole alijipambanua kama mkosoaji wa baadhi ya sera za serikali hasa katika masuala ya utawala bora uwajibikaji wa viongozi na matumizi ya rasilimali za taifa. Kwa mujibu wa familia yake, alitekwa nyara alfajiri ya Jumatatu ya Oktoba 6 ya mwaka 2025 kutoka nyumbani kwake eneo la Ununio, wilaya ya Kinondoni, jijini Dar es Salaam na watu walioshukiwa kuwa ni... Taarifa hizo zilisambaa, mashirika ya haki za binadamu, wanaharakati na wananchi walitaka majibu ya haraka. Wengi walitaka serikali ifanye uchunguzi wa wazi na kuweka hadharani hatua zilizochukuliwa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 61 kwa majina ya Habari Media, basi wafanya hivyo, kwani kwa kufanya hivyo utawezesha sana sisi Habari Kiganjani kufanya utafiti na uchunguzi wa kina ili kuibua ukweli unaosaidia jamii kufanya maamuzi sahihi. Boresha mifumo yetu kwa ya kiteknolojia zaidi na mifumo ya kidijitali ili habari ziwafikie watu kwa urahisi kwa haraka na no kwa ubora zaidi. Wezesha Habari Kiganjani kwa manufaa ya wengi, kwani hata kidogo ni kikubwa. Tunaendelea. Baada ya sintofahamu hiyo, Human Rights Watch ilitoa kauli rasmi kupitia kwa mtafiti wake wa masuala ya Afrika Nomatha Msaka Masiko, mpaka kauli iliyosema kupotea kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania na mkosoaji wa serikali Humphrey Polepole pole. Ni tukio la kutisha. Mamlaka za Tanzania zinapaswa kuacha kukandamiza sauti za wakosoaji, na badala yake kujikita katika kufanya mageuzi yenye maana. Kauli hiyo ilichukuliwa kwa uzito mkubwa. Wachambuzi wa siasa na haki za binadamu wanasema Human Rights Watch imetoa tamko hilo si kama lawama pekee, bali kama wito wa uwajibikaji kwa taasisi za Tanzania kuthibitisha kuwa zinasimamia haki na sheria. Kwa mujibu wa wachambuzi, Human Rights Watch imekuwa ikiangalia mwenendo wa haki za binadamu katika nchi nyingi za Afrika na mara nyingi matamko yake huwa na athari za kidiplomasia, kwa kuwa taasisi nyingi za kimataifa, wafadhili na mashirika ya misaada hutegemea tathmini zake katika kupanga ushirikiano wao na serikali husika. Kwa upande wa ndani, kauli hiyo imeamsha mjadala mpana kuhusu uhuru wa kutoa maoni. Baadhi ya wananchi wameiona kama tahadhari kwamba uhuru huo unapaswa kulindwa, huku wengine wakisisitiza kuwa mashirika kima ya kimataifa yanapaswa kuheshimu mamlaka ya ndani. Baada ya shinikizo la umma na wito wa mashirika ya haki, hatua kadhaa za kisheria zimechukuliwa. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, ilipanga siku ya tarehe 9 Oktoba mwaka 2025 kusikiliza maombi ya wakili Kibatala juu ya madai ya kutekwa kwa Humphrey Polepole. Kibatala aliwasilisha maombi hayo chini ya hati ya dharura na Oktoba 7 ya mwaka 2025, akiomba mahakama itoe amri ya Polepole kufikishwa mahakamani ama mamlaka husika zieleze yuko wapi. Kwa mujibu wa hati iliyosajiliwa, maombi hayo yamepewa namba 24514 ya mwaka 2025 na yamepangwa kusikilizwa mbele ya Jaji Salma Magimbi. Katika maombi yake, Kibatala amedai kuwa Polepole alitekwa nyara alfajiri ya Oktoba 6 kutoka makazi yake ya Ununio na watu wasiojulikana wanaoshukiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi la Tanzania. Alieleza kuwa Polepole hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la jinai na kwamba inaaminika kwa sasa anashikiliwa katika eneo lisilojulikana. Maombi hayo yamewasilishwa dhidi ya wajibu maombi watano akiwemo mkuu wa jeshi la polisi yani IGP, mshtaka mkuu wa serikali yani DPP na mwanasheria mkuu wa serikali yani AG, afisa upelelezi wa jinai kanda maalum ya es Salaam yani RCO na kamanda wa polisi wa kanda maalum ya es Salaam yani RPC. Kibatala amesema lengo la maombi hayo ni kulinda haki ya corpus, haki inayolazimisha mamlaka yoyote inayomkamata mtu kueleza sababu za kisheria za kumshikilia na kuhakikisha anafikishwa mahakamani. Kwa maneno yake ni wito wa haki, siasa. Tunataka kuona huuiwitwahasioasautupolepole ma na haki inatendeka. Mahakama imethibitisha kuwa itaendesha shauri hilo kwa haraka kutokana na uzito wake wa kijamii na kimataifa. Na mara baada ya taarifa ya kesi hiyo kuibuka, jeshi la polisi Tanzania lilitoa kauli rasmi likisema uchunguzi unaendelea na majibu yatatolewa mara moja pale uchunguzi utakapokamilika. Na jeshi la polisi limeomba wananchi kuwa watulivu katika kipindi hiki cha uchunguzi. Hata hivyo, mashirika ya kiraia na wanaharakati wameitaka serikali kuweka wazi zaidi hatua zinazochukuliwa, wakisema ukimya mrefu unaweza kuongeza hofu na kuharibu imani kwa vyombo vya dola. Kauli ya Human Rights Watch imezua tafakari nzito kwa wachambuzi wa haki. Tamko hilo ni kioo cha namna dunia inavyoitazama Tanzania. Kwanza, inakumbusha umuhimu wazi katika utendaji wa vyombo vya usalama. Kukamatwa au kutoweka kwa mtu bila taarifa wazi kuna hatarisha msingi wa haki na uhuru wa raia. Pili, Human Rights Watch inatuma ujumbe wa wazi kwamba kukosoa sio kosa katika jamii yenye demokrasia changa kama Tanzania. Kauli za wakosoaji ni sehemu ya kujenga taifa imara. Kukandamiza sauti hizo ni sawa na kuzima mawazo mbadala yanayoweza kusaidia katika maendeleo. Tatu, Human Rights Watch inatoa changamoto kwa serikali kujitathmini upya kuhusu uwajibikaji wa taasisi zake, hasa katika masuala yanayohusu haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na utawala wa sheria. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kimataifa, tamko la Human Rights Watch linaweza kuwa na athari ya kidiplomasia. Linaweza kuchochea mazungumzo mapya ndani ya Umoja wa Mataifa, jumuiya ya Ulaya na mashirika ya misaada kuhusu hali haki nchini Tanzania. Wakati huo huo, wachambuzi wa ndani wanaona tukio hili kama wito wa kimataifa wa mageuzi ya kisheria. Wanasema ni fursa ya serikali kuthibitisha kuwa taasisi zake zinafanya kazi kwa uhuru bila hofu wala upendeleo. Kwa sasa macho ya Watanzania na jumuiya ya kimataifa yote yameelekezwa kwenye Mahakama Kuu na jeshi la polisi. Vyombo viwili ndivyo vinavyobeba matumaini ya umma kuona ukweli ukifichuliwa na haki ikitendeka. Kesi ya Humphrey Polepole imekuwa kipimo cha dhati cha namna Tanzania inavyoshughulikia masuala nyeti yanayogusa haki za binadamu na uhuru wa raia. Iwapo uchunguzi wa polisi utakuwa wazi na wa haki, na kama mahakama kuu itatoa maamuzi yenye uzito wa kisheria, basi tukio hili linaweza kuwa mwanga wa mageuzi katika historia ya utawala wa haki nchini. Na kwa kumalizia, kauli ya Human Rights Watch imekuwa kama kioo cha dunia kinachoelekezwa kwa Tanzania. Ni sauti inayokumbusha kuwa taifa lenye nguvu si lile lisilokosolewa, bali lile linalokubali kujitathmini na kurekebisha kasoro. Wakati mahakama kuu ikiendelea na maamuzi ya kusikiliza shauri la polepole pole na polisi wakiendelea na uchunguzi, watanzania wengi wanasubiri majibu. Wanataka kuona haki ikitendeka, ukweli ukifichuliwa, na usalama wa raia ukithibitishwa. Kwa wengi tukio hili linaweza kuwa mwanzo wa zama mpya za uwajibikaji, mageuzi ya kiutawala na heshima ya haki za binadamu. Kwa wengine ni onyo kwamba bado kuna safari ndefu kufikia demokrasia iliyoimara. Vyovyote itakavyokuwa, dunia inatazama na historia itaandika Tanzania kwa namna inavyoshughulikia kisa cha Humphrey Polepole. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.